Zalata, Zalata, house CCM. Na mtazamaji wa gumzo la Ghassani karibu kwenye gumzo updates, na kwa mara nyingine tena tunaelekea kisiwani Unguja, mara hii ni mkoa wa kusini wa kisiwa hicho ambapo mwenyekiti wa taifa wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman, amesema kwamba kudhulumu haki ya wananchi, hata iwapo kwa kupora uchaguzi na kupindua maamuzi ya halali, ni kuisaliti nchi na pia ni kosa la jinai mbele ya sheria za kimataifa. Amesema kwamba licha ya kuwa Mwenyezi Mungu katika sheria zake ameharamisha dhulma kwa watu wote, hata wasiokuwa Waislamu, bali pia kanuni za kimataifa nazo zimechukulia tendo la kuiba uchaguzi kwamba ni haramu na ni kosa la jinai. Othman Masoud aliyasema hayo katika mahali na nyakati tofauti hivi leo, Jumatano Novemba 19, 2025, wakati akizungumza na viongozi wa ngazi za mkoa, majimbo na matawi wa mikoa ya kichama ya kati na kusini huko Unguja. Vikao hivyo ambavyo vimewahusisha mamia ya viongozi na wanachama hao waliojitokeza kumsikiliza kiongozi wao huyo ambaye alikuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Zanzibar kupitia chama hicho katika uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka huu vimefanyika katika ofisi zao za mikoa huko Dunga na barza ya Mtendeni Makunduchi. Aidha, vikao hivyo ambavyo ni mwendelezo wa ziara za mheshimiwa Othman tangu baada ya uchaguzi mkuu wa hivi karibuni katika mikoa yote ya kichama Unguja na Pemba, vimelenga kuwashukuru na kuwapongeza watendaji wake wakiwemo mawakala waliokuwa wakisimamia uchaguzi huo na pia kuelezea mwelekeo wa chama chake baada ya zuhilo la kitaifa kumalizika, alisema, na hapa na mnukuu Kilichotokea kila mmoja alishuhudia, hata watoto wadogo, umma ulioshuhudia, dunia nzima imeshuhudia kwamba ni usaliti wa nchi na pia dhuluma na jinai dhidi ya haki za wananchi. Mwisho mba wa kumnukuu. Aliendelea kusema kwamba kile alichokitaja kuwa ni mambo ya kusikitisha mno kuona hata watoto wadogo ambao hawajafikia umri wa kushiriki uchaguzi walitumika katika kutekeleza jinai ya kuiba kura. Aliongeza na hapa namnukuu, la kusikitisha mno kama mlivyoshuhudia, waheshimiwa wenyewe, badala ya watoto wadogo kufunzwa adabu na maadili mema, kinyume chake walivishwa magwanda ya askari na kupelekwa kila mahala kwa ajili ya kuiba kura. Mwisho wa kumnukuu. Amesikitika kwamba hakuzoeleka kushuhudia mwanamke akiiba hadharani miongoni mwa jamii za wakazi wa asili wa Pemba na Unguja, lakini sasa, kutokana na ile aliyoita njaa ya tabia mbaya ya baadhi ya watawala kuendekeza matumbo yao, watoto wa kike walikuwa mstari wa mbele kutekeleza wizi wa kura katika uchaguzi wa hivi karibuni aliongeza, na hapa namnukuu, tunasikia zikiundwa tume ati za kupambana na udhalilishaji, kumbe udhalilishaji umo ndani yao kabisa. Hivi huu si udhalilishaji mkubwa kwa watumikisha watoto wadogo na wa kike katika wizi? Kwa sababu ya yote hayo, kwanza tumeamua kutumia mlango wa sheria wa kufungua kesi ya kudai haki yetu mahakamani. Maana milango, milango ipo mingi ya kuhakikisha tunapambania heshima ya nchi yetu na watu wetu, alisema. Mwenyekiti huyo wa chama cha ACT Wazalendo aliongeza na hapa na mnukuu: ndugu zangu wa kusini Unguja, mmeshuhudia uhuni wote uliotendeka, maani fedha ya kuona hata jimbo la uzina na Makunduchi nako watawala wakihaha kuiba kura. Hii ni aibu kubwa, bali ahadi yetu angu wali ilikuwa ni kupambania kwa kuwachagua viongozi wachama, wa chama cha ACT Wazalendo ili kuinusuru nchi, na sasa ahadi hiyo iko kwetu, naomba mtuamini, alisema Othman Masoud, huku akiahidi viongozi wenzake watapambana kadri ya uwezo wao, upatikanaji wa haki yao iliyoporwa bila ya kusita ama kutocheleka. Aliongeza kwamba hoja kwa sasa sio kuingia ama kutoingia katika serikali ya umoja wa kitaifa, bali hoja ya msingi ni kwamba tunawezaje kufikia huko katika serikali ya umoja wa kitaifa ikiwa imejengwa misingi hiyo, lakini sio uhuni huu. Akielezea msimamo wa ACT Wazalendo kuelekea kuingia tena katika serikali ya umoja wa kitaifa, Othman Masoud amesisitiza na hapo kusema kwamba tutafika huko kwa kutanguliza misingi ya haki heshima na ustaarabu kwa ajili ya maslahi makubwa ya nchi na vizazi vijavyo. Iwapo tutakubaliana, tunachotaji sasa kulikoni, ni muda wote, ni subira na umoja, na hivyo tuendeleze mshikamano wetu. Sisi hatuogopi kuhangaika, hata mtume wetu alihangaika. Hii ni taasisi ya kuwapeleka wananchi katika safari yao, na wala lengo la mwisho halikuwa uchaguzi. Akiongeza kwamba chama chake kitaendeleza harakati zake za kisiasa zikiwemo za mikutano na uimarishaji kama kawaida, sambamba na kuendelea kupambania haki ya wananchi iliyoporwa. Akitoa salamu kwa wanachama wapenzi na wafuasi wa chama hicho, makamu mwenyekiti wa ACT Wazalendo Zanzibar, Ismail Jusaladu, alisisitiza ahadi ya viongozi wa chama hicho baada ya kupata ridhaa kubwa kutoka kwa wananchi walio wengi kwamba wangeipigania haki yao hadi itakayopatikana na hatimaye kujerudisha tena nchi hiyo katika heshima yake. Jusa alihimiza haja ya wananchi kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na majaliwa ya kuipitisha salama wimbi la uchaguzi, licha ya kile alichokitaja kwamba ni hila na dhulma za makusudi zilizotendeka pamoja na azma mbaya ya baadhi ya watawala wenye kupenda kuleta maafa kila wanapowadia msimu wa uchaguzi visiwani Zanzibar. Nao viongozi wa majimbo ya Chwaka, Uzini, Tunguu, Paje na Makunduchi wameelezea miongoni mwa yale yaliyojiri katika kuhujumu uchaguzi, wakitaja pia waliowashuhudia hata namna ambavyo kura za mgombea wa jimbo moja ziliibiwa na kutumbukizwa katika masanduku ya jimbo jingine kwa azma ya kuwaibia wagombea wengine wa ngazi tofauti zikiwemo za ubunge na uwakilishi. Viongozi mbalimbali waliambatana na Mheshimiwa Othman katika hafla hiyo wakiongozwa na naibu katibu mkuu wa ACT wa Zanzibar Omar Ali Shehe, pamoja na katibu habari na uenezi Salim Abdallah Bimara.